Ikiwezekana Mwenge wa Uhuru uweze kutembelea na kuona. Tulikuwa hatuna mamlaka hayo kwa sababu sio sabauk anasema uk na tulikuwa tunatembelea sana. Ikiwezekana kama katukubalia, Mwenge wa Uhuru utembelee. Hilo ni ombi la Mohamed Nyundo, ambapo licha ya kuishukuru serikali ya awamu ya sita kwa juhudi zake za kuhakikisha kuwa miundombinu iliyoharibika inarejea katika hali yake ya awali lakini pia amemwomba a, Waziri Ulega kwamba ikiwezekana basi Mwenge wa Uhuru ambao tayari umekwisha fika katika mkoa wa Lindi leo hii tarehe 26 basi utembelee mradi huo, lakini pia a, katika ukaguzi huo ambao umefanywa na Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega. Mheshimiwa Ulega alipata fursa ya kukagua maendeleo ya mradi wa daraja la Somanga na njia nne ambapo ametoa maagizo kwa wakandarasi kuhakikisha kuwa ujenzi wa miundombinu hiyo unakamilika ifikapo Septemba 24, 2025 ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za usafirishaji kwa wananchi bila vikwazo.